Aia, dimba la Meja Samoyo, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara maarufu kama NBC Premier League, nimeishuhudia mtanange hapa mbunge, limepigwa kweli kweli, lakini Simba Sports Club ametoshana nguvu dhidi ya klabu ya soka ya Mtibwa. Mnandi, uko poa ndugu yangu. Bwana, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, pamoja na matokeo yanatuumiza kila muda. Eh, ni sehemu ya maisha yetu kwa sasa, kama wana Simba tunatakiwa tukubaliane na hii hali ambayo ipo kwa sasa, haina namna ila mimi waombe viongozi wa klabu ya Simba, upande wa Muhammad Deuji upande wa Simba Sports Club waangalie kule ndani kunye, kwenye namna kama kuna shida yoyote ambayo inawafanya wachezaji wasijitume iwe waiangalie kwa jicho la tatu. Shida kubwa timu haijitumi. Yani, shida niliyoiangalia hapa leo, timu inacheza lakini ina stress, maana yake anawamaanisha kama kuna vitu hawavipati kwa hiyo mimi niwaombe tu viongozi wakae chini, watafakari waone, namna gani wanainusuru timu ili rudi kwenye mfumo. Hata yeye tajiri kama anaona upande wake kuna shida, basi anatakuwa atoke azungumze kwamba mimi labda nina moja, nina mbili, nina tatu, kwa sababu mashabiki asilimia tisini ndio wanaumia zaidi kuliko wanachama. Wanachama sisi tunaweza tukazungumza na viongozi wetu tukapata kile cha ndani, umeona bwana lakini mashabiki anakuja tu kuangalia timu hapa akiona anacheza hivi underground, yee binafsi hana, hana cha kuzungumza zaidi ya kulaumu, ndio kitu kikubwa kwa hiyo mimi niwaombe tu viongozi wangu wakajifungie chumbani, kwa sababu tuna mechi mbili ngumu zile, Esperance de Tunis tarehe ishirini na tatu tarehe thelathini Nzuri sana, sawa. Tushapoteza alama ngapi mpaka sasa? Alama ondoka hizo, tumepoteza alama tatu zidi ya Azam FC, lakini sasa hizi tushapoteza alama mbili manake ni alama tano zimeshapotea. Kwa hiyo tuna kazi ngumu sana kuirudisha timu kwenye mfumo kweli, ni bado, ndo kwanza hii mechi ya sita, tuna muda wa kujipanga na kuhakikisha kwamba tunaweza tukawania taji letu hapa ndani. Lakini binafsi kimataifa, hizi mechi zilizokaa usoni ndio mechi ngumu sana. Ukiangalia leo ni tarehe kumi na ngapi? tarehe kumi na nane. Tumebakisha siku chache sana kuelekea mchezo wetu tarehe ishirini na tatu. Niwaombe, niwaombe viongozi, hakikisheni mnakamatana na wale watu muhimu sana kwenye hii Simba, hakikisha mnakuwa nao karibu kuelekea kwenye hiyo michezo. Bila kuliangalia hilo tunaweza kwenda kupata kipigo kikubwa sana kule Tunisia ha? Timu leo imecheza underground sana mecheza chini sana. Si kama mmekuja na matokeo mfukoni. Hatujaje na matokeo kikubwa hata ukiangalia mechi za mapinduzi Zanzibar timu ilivyocheza haina tofauti na leo jinsi ilivyocheza, yani inaonesha muendelezo kwenye mi, michezo minne ambayo wamecheza kule kwenye mapinduzi wamecheza michezo yao mitatu, lakini na huko wamecheza mchezo wao wanne kwenye ligi. Huu ukijumlisha kwenye hii michezo minne, kiwango kinalingana ya timu yetu jinsi inavyocheza kwao. Niwaombe viongozi wakatulie kule chini, waangalie shida wapi ipo ili watatue, wachezaji wapate morali. Mechi hizi mbili ndio mechi kwenye maisha yetu sisi, hata kama tumepoteza ubingwa wa ligi kuu, maisha yetu si ni Champions League ndo tunakojivunia, kwaio mi ni waombe tu wakatafakari mara mbili mara tatu. Mashabiki wanaumia, wanapoteza morali. Kuna waraka unatembea huku kwamba watu mashabiki wasifanye chochote kinachohusiana na klabu, wasije uwanjani. Timu hii sio ya viongozi, hii timu ni ya wanachama na mashabiki. Tukisema tuisusie, ndo tunaipoteza timu, tunawapa hawa gepu la kupata ubingwa mapema, na sio kitu hatuweze kukubaliana nacho. Kwaio naamini ule waraka, mi kwangu tupuuzie, Wanasimba. Kikubwa viongozi wetu kwenye hii ya mwendelezo, waendelee kujifungia, wahakikishe wakutane na watu ambao wanaweza kulipushi hili jambo kuhakikisha tunaenda kupata matokeo kwenye mechi zile mbili. Mimi naamini wakikaa vizuri na kukutana na watu muhimu, tunaenda kupata matokeo kwenye hizi mechi mbili. Baada ya kufungwa na Azam FC, mnatoka sare tena dhidi ya Mtibwa Shuga. Mtibwa Shuga. Amuone kama mnapoteza gepu la alama kubwa sana dhidi ya mtani wenu Yanga Afrika. Eh, tunapoteza gepu, lakini ndio mchezo huu ni mchezo wetu wa ngapi? Mchezo wetu wa sita. Tumepoteza alama tano, ni alama nyingi sana kwenye ligi, lakini bado asubuhi, bado hii ni marathon. Kwa hiyo mimi naamini tukiweka mipango yetu sawa sawa, hizo pointi zitarejea na Simba naweza kwenda kuwa bingwa. Kikubwa tu ni kule ndani kuweka mipango sawa sawa, kutuliza pressure. Mimi naamini Simba naenda kuwa bingwa. Kwa hiyo mimi niwaombe tu viongozi waangalie namna kuhakikisha tunaenda kusolve hili jambo kwa haraka sana kuelekea mechi yetu ya tarehe 23. Kwa hicho sasa ambacho kinatokea, nani alaumiwe kwa Simba, nani nani alaumiwe kwenye Simba hii? Ah, kwenye kulaumiwa binafsi wao viongozi moja kwa moja ndo wanaubeba huu msalaba, wakapambane kama nilivyosema, wahakikishe kwamba Simba inarudi kwenye mfumo. Inarudi kwa namna gani? Lazima wawafate wale watu wa karibu na Simba wenye ushawishi mkubwa na Simba, kuhakikisha tunaenda kutengeneza nguvu moja kweli. Mimi naamini kama watakuwa karibu na watu wenye ushawishi, hii michezo miwili ndo kwenye maisha yetu, tukipoteza hii tunapoteza ramani yetu, tukose ubingwa, tukose kufika hata robo finali Champions League. Sasa tutakaa wapi? kwa sababu sisi tunatambia huko klabu bingwa wao wamechukua bingwa mara nne, lakini sisi tumefanya vizuri kimataifa hatujapoteza, sawa. Wakati sisi tunafanya vizuri misimu minne, wao walikuwa wafanyi vizuri hata kwenye klabu bingwa, kwa hiyo tulikuwa tunatamba kote. Lakini sasa hizi kuna sehemu sisi tumejificha, ambayo kunafanya tukutupe heshima zaidi, hasa tukipotea kimataifa, tumepotea na ndani msimu. Manake sii binafsi tunakuwa tunajificha kwenye mashimo kama simbilisi tayari usajili huu unatosha kuifanya simba inyanyuke, ama shida ni nini anshu? Sio usajili hapa, naweza ukamsajili Messi ukamsajili Ronaldo sawa, sadio mane ukamleta Simba, lakini kama sisi wenyewe hatujashikamana, hatujaweka kitu sawa sawa, hatuwezi sawa, kutoboa. Mimi kuwaomba tu viongozi, yani baada ya leo mchezo, wahakikishe watu muhimu simba kuwaweka karibu kipindi hiki kuelekea hii michezo miwili, hii ndio michezo migumu kwetu, kuliko huu experience atacheza kama alivyocheza Mtibwa ni kitu akiwezekani, na mechi naenda kuanzia awei. Na hiyo michezo miwili ya awei ndio tutakuwa lazima tupate alama tatu hata mchezo mmoja, ili tuje tupate alama sita michezo miwili itupe e nafasi ya kwenda robo fainali, na huo uwezo upo kama viongozi watakuwa pamoja kwa kipindi hiki, kuwaleta wale watu wenye ushawishi pamoja, mi naamini tunatoboa. Kwa ombi langu ni hilo, utulivu <tulivu> wao unaonekana kwa kipindi hiki, lakini ndani ya mwezi huu unaokuja na wao utulivu utaondoka. Mimi nipo hapa. Si wameshamsajili nani huyo? Bwana mdogo kutoka Uganda. Alan ala Okello. Huyo Alan Okello hata waweza kuwavusha kwenda tu inaofuata. Wao wataendelea kupiga maktaimu na wao watabaki nyumbani. Kama Simba msimu atachindwa kutetea kwenda tu robo finali, hakuna timu Tanzania itatoboa kwenda robo finali. Mimi nipo hapa. Simba ni kama kioo. Simba ni dili, hata wao leo wamemsajili Alan Okello. Simba ndo alimmlika, ndo akamfuata. Yaani wao wasajili mchezaji mpaka Simba ataje kwamba anamtaka. Ndio wao mfuate. Ya nini? Hayo ni maneno tu. Mimi siwezi kutoa official kwa sababu sijasikia kiongozi yote akisema kwamba yeye anataka asilimia 20. Hayo ni maneno. Ninachokijua mimi upande wa deuji, upande wetu sisi viongozi wa wanachama, washikamane kwa kipindi hiki, wawite watu wenye ushawishi wa hii Simba. Kuna waraka unatembea huko, wahakikishe kwamba tunaisupport timu yetu kwa jasho na damu kwenye hii michezo miwili. Huku ndo kwenye maisha yetu. Hili naamini wao wameliona hapa, hata wao pale kwamba hawakulizika wamekaa pale, unawaona hata wao wamenyong'onyea hakuna kiongozi karizika pale na matokeo haya, kwa sababu maneno ni mengi. Wanatukanwa kila siku kwenye mitandao. Wanazima vipi hivi? Lazima timu ishinde ndio haya maneno yatapotea. Timu ikishinda hakuna mtu analalamikia viongozi, sawa. Hakuna mtu atamlalamikia mchezaji wala kocha. Kwao nachokiamini binafsi, watengeneze mazingira sahihi katika kipindi hiki kuhakikisha kwamba wachezaji wanarudisha morali yao, morali wachezaji imepotea sana. Siri ya mtungi aijuae kata, hawezi kujua mtu mwingine yoyote. Kwao nachokiamini mimi binafsi viongozi tambua nini kinaendelea. Simba washikamane, kwa kipindi hiki wahakikishe wanaikomboa Simba kwa wakati huu na kwenda kwenye mashindano ya kimataifa tukiwa kifua mbele, lakini kama tutaenda hivi, mimi naamini kila mwana Simba anaweza kaficha uso wake. Sasa tusifike huko, naamini wao wameshaona shida iko wapi. Basi tushikamane, tuwe pamoja kwa kipindi hiki kuhakikisha tunainusuru klabu. Tusiposhikamana maana klabu hatuwezi kuinusuru. Mimi ninachokiomba kwamba viongozi, upande wa bodi ya wakurugenzi Simba, upande wa Mohamed Deuji. Sababu kwa kuja toka kuzungumza chochote Sawa? Huko kujatoka kuzungumza chochote pamoja walishatamkiana maneno tofauti tofauti. Huu ni muda wa kusimama na kuzungumza uhalisia. Jamani wanasimba, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Na hawezi wakasimama tu kwenye media wakazungumza haitotosha. Wao waite watu wanaonekana kwamba hawa wana nguvu kwenye Simba. Simba inakomboka hii. Mimi sikufiche Simba inakomboka hii. Wana shida ndogo. Wachezaji waliocheza michezo minne iliyopita. So wachezaji hao waliocheza leo kuna shida kubwa ipo. Kwa hiyo hii shida tuwezi kuitatua bila kushikamana. Kwa hiyo naamini huu wakati viongozi ni waombe tushikamane. Kama tutashikamana kweli, mi naamini tutafika nchi ya ahadi.